Kwa mfano kwa watu wenye ualbino tumepewa kipaumbele kwamba siku ya kupiga kura hiyo tarehe 29 nitatoka nyumbani na kukiwa na kitambulisho changu, nitaenda moja kwa moja kwenye kituo changu cha kupigia kura, na nikifika mimi sitapanga foleni, nitaingia moja kwa moja kupiga kura na nitaondoka eneo hilo la kupigia kura kwenda nyumbani kusubiri matokeo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwanza imetekeleza mkataba wa Umoja wa Mataifa unaohusu haki za watu wenye ulemavu ambao ulitolewa mwaka 2007. Mkataba huo kifungu namba 24 kinazungumza juu ya kuwashirikisha watu wenye ulemavu kwenye masuala ya kisiasa namba, kifungu namba tisa kinaongelea huduma fikivu. Sasa Tanzania imetekeleza hilo, kwa sababu kuna maandishi ya nukta nundu upande wetu wasioona, ama maandishi ya Braille kwao, tayari itakuwa ni huduma fikivu kwetu, sawa na kifungu namba tisa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa unaohusu haki za watu wenye ulemavu mwaka 2007. Mimi kwa sababu nafahamu maandishi ya nukta nundu na nimesoma vizuri tu, ni lazima nitatumia mfumo huo wa kutumia nukta nundu. Mwaka huu kwa kweli makundi maalum yamezingatiwa, me, ya sana, ili hayo makundi maalum yaweze kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kwenda kupiga Tuna jumla ya vituo 543 ndivyo vitakavyotumika kwa ajili ya kupiga kura siku hiyo ya tarehe 29 mwezi wa 10, 2025. Tunatoa pongezi kwa serikali yetu kwa kuzingatia haki za watu wenye ulemavu na kutuweka kuwa huru kushiriki katika mambo mbalimbali hasa katika zoezi hili la upigaji kura.